Bado anaiweka ndani kwa Ahoua, inavushwa kwa mtafuta soa, lakini haijafika soa, anacheza mlinda mlango. Mwamuzi anasemaje? Penati anafunika Muhammed Ali Musa, alikwenda. Naam, kuna contact pale, aliugusa ule mpira alafu akaguswa naye kwenye goti. Morris Michael Abraham, hii ndio ilikuwa ya kwanza ya Jonathan Soa, Black Lion hiyo ya pili. Mwamuzi akawa ameiona, alikuwa nyuma eneo sahihi kabisa. Anakisha Ahoua anauweka kunyavu. Simba anatangulia kwa mkwaju wa penalti, anauweka tena nyavuni kule Ahoua akipiga simu sasa, sijui anampigia nani, alikwenda kaonyesha utulivu wa hali ya juu, kisha akamtupa mlinda mlango, licha ya kwamba aliuona mlinda mlango Tabo, lakini vipimo vilikuwa ni vya kiufundi kweli kweli. Musa kama anaonekana anahema kidogo, nam virafi inamegwa pembeni kule, Maponda anaingia ndani ya kisanduku kule, lakini mwamuzi anasema nini? Penalti! Shamu karabwe anaambia amefanya madhambi mbele ya tabo maponda, na kadi ya njano inaonekana inataka kutoka shamu karabwe inspekta, akachelewa shamu karabwe, akamgonga kwa nyuma tabo maponda, naye bila hiana yoyote akaenda chini, mwamuzi akasema weka kwenye doti jeupe. Simba walipata gola la kutangulia kupitia kidoti cheupe onyesha kwamba hakuna mambo mepesi mepesi haya. Ditsele anaiweka nyavuni moja moja, aggregate mbili moja. Wameinuka benchi zima kule, kuonesha kwamba sasa bado mambo anaona na yanayoendea ya vizuri, alikwenda akatupwa yeye alikwenda kulia ngoma ikawekwa kushoto kwake.